inakugusa sana au unaielewa zaidi kuliko mingine, siku zote nakueleza, jua mahali hapo ndipo Roho Mtakatifu anaongea na wewe kwa wakati huu. Usipapuuzie, panoti pembeni, jipe muda wa kutafakari tena baada ya hichi kipindi na jiombe zaidi neema ya kuishi katika neno. Tufungue kwa sala, tuendelee na usomaji. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya muda ambao unatuwezesha kukutana kwa ajili ya kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu uwe na sisi, tushike mkono we Bwana na utupe neema ya kusimama imara. Tuwezeshe Mungu Baba kulielewa neno lako na tuendelee kuwa na uzima, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wote tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunasonga mbele na kitabu chetu hiki cha Zekaria ambapo siku ya leo tutaenda kusoma ile sura ya tano na ya sita. Naam, tuungane sasa na ndugu zetu wa Wedi Project, mlango wa tano. Basi nikainua macho yangu tena nikaona, natazama gombo la chuo lirukalo. Akaniuliza, unaona nini? Nikajibu, naona gombo la chuo lirukalo, na urefu wake ni dhiraa 20 na upana wake dhiraa kumi ndipo akaniambia, hii ndiyo laana itokayo kwenda juu ya uso wa nchi yote; kwa maana kwa hiyo kila aibaye atatolewa kama ilivyo upande mmoja, na kwa hiyo kila aapaye atatolewa kama ilivyo upande wa pili. Nitaituma itokee, asema Bwana wa majeshi, nayo itaingia katika nyumba ya mwivi na katika nyumba yake yeye aapaye kwa uongo kwa jina langu; nayo itakaa katikati ya nyumba yake na kuiteketeza pamoja na boriti zake na mawe yake ndipo yule malaika aliyesema nami akatokea akaniambia inua macho yako sasa uone ni kitu gani kitokeacho nikasema ni kitu gani akasema kitu hiki ni efa itokeayo tena akasema huu ndio uovu wao katika nchi hii yote na tazama talanta ya risasi iliinuliwa na tazama mwanamke akaaye katikati ya hiyo efa akasema Huyu ni uovu. Akamtupa chini katikati ya ile efa, akalitupa lile jiwe la risasi juu ya mdomo wa ile efa. Ndipo nikainua macho yangu, nikaona, natazama, wanawake wawili walitokea, na upepo ulikuwa katika mabawa yao, na mabawa yao yalikuwa kama mabawa ya korongo; wakaiinua ile efa kati ya dunia na mbingu. Ndipo nikamwambia yule malaika aliyesema nami, hawa wanaipeleka wapi efa hii? Akaniambia, wanakwenda kumjengea nyumba katika nchi ya Shinari. Tena ikiisha kutengenezwa atakwea huko mahali pake mwenyewe. Mlango wa sita nikainua macho yangu tena nikaona, na tazama, yanatokea magari ya vita manne yanatoka kati ya milima miwili na milima hiyo ilikuwa ni milima ya shaba. Katika gari la kwanza walikuwa farasi wekundu, na katika gari la pili walikuwa farasi weusi na katika gari la tatu walikuwa farasi weupe na katika gari la nne walikuwa farasi wa rangi ya kijivujivu. Nikajibu nikamuuliza yule malaika aliyesema nami, hawa ni nini bwana wangu? Malaika akajibu akaniambia hawa ni pepo nne za mbinguni zitokeazo baada ya kusimama mbele za Bwana wa dunia yote. Gari lile lenye farasi weusi latoka kwenda hata nchi ya kaskazini, nao farasi weupe wakatoka kwa fuata nyuma yao. Na wale wa rangi ya kijivujivu wakatoka kwenda hata nchi ya kusini, na wale wekundu wakatoka wakataka kwenda huko na huko katika dunia. Naye akawaambia, haya, tokeni mwende huko na huko katika dunia. Basi wakaenda huko na huko katika dunia. Ndipo akaniita akaniambia akisema, tazama, wale waendao mpaka nchi ya kaskazini wameituliza roho yangu katika nchi ya kaskazini. Neno la Bwana likanijia kusema, pokea vitu mkononi mwa baadhi ya watu waliohamishwa, yaani Heldai na Tobia na Yedaya, na siku hiyo hiyo enenda ukaingia katika nyumba ya Yosia mwana wa Sefania, walioifikia kutoka Babeli. Naam, pokea fedha na dhahabu ukafanye taji, ukamvike kichwani Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, ukamwambie ukisema Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba, tazama mtu huyu ndiye ambaye jina lake ni Chipukizi, naye atakuwa katika mahali pake, naye atalijenga hekalu la Bwana. Naam, yeye atalijenga hekalu la Bwana, naye atauchukua huu utukufu, ataketi akimiliki katika kiti chake cha enzi, na kutakuwa na kuhani katika kiti chake cha enzi, na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili, na hizo taji zitakuwa za Heldai na Tobia na Yedaya na kwa fadhili za mwana wa Sefania, ziwe ukumbusho katika hekalu la Bwana. Nao walio mbali watakuja na kujenga katika hekalu la Bwana, nanyi mtajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwenu. Na haya yatatokea kama mkijitahidi kuitii sauti ya Bwana Mungu wenu.